Kwenyeko timu ya wanaume ya mpira wa mikono ya Simba iliendelea na msururu bora wa matokeo baada ya mash... ya ushindi wa mabao 34 kwa 22 dhidi ya Young City katika mechi ya ligi ya mpira wa mikono iliyochezwa katika uwanja wa mpira wa mikono wa Kaloleni hapa jijini Nairobi. Philip Yoko aliipa Simba uongozi mapema kwenye mechi hiyo baada ya kupachika mabao matatu huku Joseph Maina, Paul Mwinga na Dennis Sako wakitia kimiani mabao mengine na kuifanya Simba kuongoza kwa mabao kwa kumi na tatu kwenye kipindi cha kwanza. Kwenye kipindi cha pili, juhudi za Young City kurejea mchezoni hazikuzaa matunda, kwani Simba walijituma vilivyo na kuandikisha ushindi wa mabao thelathini na nne kwa ishirini na mbili. Kufuatia ushindi huo, Simba kwa sasa wanashika nafasi ya nane kwenye msimamo wa ligi kuu ya wanaume kwa alama 22 huku Young City wakibaki kwenye nafasi ya 24 kwa alama 6. Kwenye mechi nyingine timu ya wanaume wanawake ya chuo kikuu cha Kenyatta ilishinda Amazon mabao 26 kwa nane katika mechi ya ligi ya wanawake iliyochezwa katika uwanja huo huo.